Mimi kwanza Tanzania karibia 20 years 19 toka ya 2007 mpaka sasa hivi. I leo China a Tanzania ni friend, ni toka ni Tanzania Zambia Railway Station bado sasa hivi ni figa karibia 50 years. I mimi ni kandarasi ni ya CRJE ni China Railway Chenza Engineering ni ni chenga Railway Station miamoja bwana saba

imekuja uh, you know katika eh, mahafali haya, yani shughuli hii ambayo inaelezea utamaduni wa kichina na shughuli zao mbalimbali mbali za kitamaduni katika eneo hili. Hii imeandaliwa na kampuni ya CRJE. Kampuni hii inafanya e, masuala mbalimbali ya kihandisi ikiwa ni pamoja na ujenzi wa majengo mbalimbali mbali. E, tumekuwa tukishirikiana na kampuni hii kwa maana ya kwamba wametu, ndio kontrakta ambaye alishinda zabuni ya kutengeneza zile hosteli zetu mbili pale Mabibo campus. Tuna hosteli za kuchukua wanafunzi karibu mia saba na hamsini wa kike na wa kiume ni zimemalizika ujenzi wake mwaka huu na ni miongoni mwa majengo bora kabisa ambayo tunayo pale katika kampasi yetu ya Mabibo. Kwa hiyo kampuni hii, kwa kuona ushirikiano ule mzuri ambao tunao kati ya NIT na wao, wameona watualike katika shughuli yao hii ambayo inaelezea utamaduni wa Kichina na jinsi mahusiano ya Wachina na Watanzania yalivyo waka tukaona kwamba na sisi tuchukue nafasi hii kuelezea jinsi mahusiano haya yalivyokuwa kuanzia katika mahusiano ya reli ya Tazara, ambako tunajua kwamba ni Wachina ambao walishiriki katika kutupatia reli ile pamoja na kushirikiana na serikali ya Tanzania kwa wakati huo. Kwa hiyo urafiki ule tumeona kwamba ni njia moja ya kuendeleza kwa kushiriki katika shughuli yao hii ambayo imetualika, na bahati nzuri pia wametupa hadhi kubwa kwa kutualika sisi wawakilishi wa mwalimu wake wa mkuu wa chuo lakini kutokana na majukumu mbalimbali, mkuu wa chuo, eh, na na, na, wa chuo akanipendekeza kwamba nije nimwakilishe na kuongozana na wafanyakazi kadhaa. Kwa hiyo tumekuja kushiriki na tumeenjoy. Tumeona utamaduni wao ambao mwingine tulikuwa tukiuona tu kwenye TV, lakini tumepata fursa hiyo ya kuona hapa, na vilevile mahusiano yetu nafikiri yatakuwa yanaendelea kwa sababu bado tuna taasisi nyingi tu za Kichina ambazo zinakuja pale E, NIT kwa ajili ya kutaka mashirikiano mbalimbali mbali. Na baadhi yao tumeshaingia makubaliano ya nayo yani MOU na mingine e, bado tuko katika mazungumzo lakini tunaamini kwamba jinsi muda unavyoenda tutakuwa na e, mahusiano au hayo e, maingiliano ya ki exchange mbalimbali mbali, ambayo yanafanyika katika vyuo.